Mazishi ya mwalimu Fredrick Nyambo mwenye umri wa miaka 40 wa shule ya sekondari Hayombo aliyefariki baada ya kupigwa na watu wasiojulikana yamefanyika katika makaburi ya Farida kata ya Itezi jijini Mbeya. Akizungumza kwenye shughuli za mazishi ya mwalimu huyo, diwani wa kata ya Igawilo Hana Ndidi amelaani vikali tukio hilo na kuliomba Jeshi la Polisi kufanya uchunguzi wa kina ili kuwabaini waliohusika katika utekelezaji wa mauaji hayo. Kwa kweli na mimi nimesikitishwa na kifo cha huyu mwalimu ambaye amekufa kutoka juzi, na ni kifo ambacho kimetusikitisha kwa sababu kimetokea katika mazingira ya kutatanisha. Kwa kweli, na sisi kama serikali tumeweza kutumia nguvu zote na jeshi letu la polisi kuendelea kufuatilia uchunguzi kou kwa leo hii, mimi sisi tuko hapa kwenye mazishi, lakini uchunguzi utaendelea kwa kweli watu wanaojichukulia sheria mkononi, ninaomba serikali yetu ifanye kazi yake kwa sababu majanga haya hatuyahitaji katika nchi yetu. Kwanza wametuumiza sana, kwa sababu wameweza kufanya kitendo cha ukatili sana. Ninaomba jeshi la polisi popote walipo, kama wananisikia hapa, waendelee kufanya kazi yao, na tunatekemea vikali kama serikali kwamba hivi vitendo visirudie tena iwe mwanzo na mwisho kwa vitendo kama hivi, kwa sababu nchi yetu ni amani, tunahitaji amani tele. Pius Mlonganile ni mkuu wa shule ya sekondari Hayombo, anaeleza namna na alivyopokea taarifa ya kifo cha mwalimu wake. Kwa hili lilotokea kwa mwalimu wangu, na lilani na hatua kali za kisheria zichukuliwe kama mfano e, wa kuchukua hatua na kupinga maovu yote hapa nchini Tanzania. Kwa kweli, Mwenyezi Mungu amlinde na mrehemu mwalimu aliyekuwa mnyenyekevu mtii na mwenye kuitumikia ku, ku taifa lake. Kwa kweli tunalaani na Mwenyezi Mungu atalipa. Taarifa hizi tulizipokea kwa mchungu sana e, siku ya kuamkia tarehe kumi na tano ambapo ilishitusha kwa sababu Jumatatu alikuwa shuleni kujaza max za form 4 na form 2 ghafla tunaambiwa amefariki. Tulichukua hatua e, zifuatazo moja ilikuwa ni kushirikiana na familia kwenda kuripoti polisi na kuchukua hatua kadhaa zinazotakiwa. Mpaka sasa uchunguzi unaendelea, ripoti tunaendelea kuisubiri, ila tumepewa kibali cha kuhifadhi na kusitiri mwili wa mwalimu wenzetu. Wito wangu kwa wanajamii ni kwamba kitendo hiki kinalaaniwa kwa nguvu zote, ni vibaya kutwaa roho ya mtu. Tumwachie Mwenyezi Mungu, aliyeumba ndiye anayeruhusiwa kutwaa Tunalaani vikali, tunalaani sana. Matilda Luvanda ni mwakilishi wa mkurugenzi amesema serikali imegharamia mazishi ya mwalimu huyo. Tulimpenda mwalimu Fredrick, lakini Mungu amempenda zaidi. Naomba tulipokee na tuendelee kumwombea ili aweze kufika salama katika safari yake. Lakini niseme tu, mwajiri yeye amegharamia gharama ya jeneza kama mnavyoliona hapo, lakini sanda lakini pia kuhakikisha unapatikana usafiri popote pale ambapo alitakiwa aende, mwalimu Fredrick Nyambo aweze kufikishwa na kuweza kulala salama. Mungu alimpenda, sisi tulimpenda, lakini Mungu amempenda zaidi. Asante sana. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake libidiwe. Mwenyekiti wa chama cha walimu Tanzania CWT jiji la Mbeya mwalimu Adam Ulimwengu na walimu wengine wamepata fursa ya kutoa neno. Naitwa mwalimu Adam Pongo Ulimwengu, ni mwenyekiti wa chama cha walimu jiji la Mbeya. Ah, tunasikitika tumeondokewa na mwanachama wetu, lakini pia mwalimu alikuwa mtumishi wetu kwa muda mrefu akifanya kazi sekondari ya Yombo. Majuzi tulipata taarifa kwamba alivamiwa na watu wasiojulikana na wakaweza kumjeruhi, lakini pia wakampeleka kituo cha polisi. Kwa bahati mbaya, hakupata ushirikiano mkubwa, na asubuhi alipompeleka hospitali, basi Mungu akaweza kumchukua. Hivyo tunasikitika tumepoteza mwanachama, mwanachama hai, mwanachama ambaye alikuwa mstari wa mbele kukitetea chama na kupigania wanachama wenzake. Tunatoa rambirambi zetu, lakini pia tunaomba Jeshi la Polisi wakati mwingine wawe wanajali mtu anapopelekwa kituoni waweze kumsaidia kwa wakati, kwa sababu marehemu alipelekwa usiku, lakini asubuhi ndipo alimpeleka hospitali. Mimi niombe vyombo vyenye dhamana vichukue nafasi yake kufanya uchunguzi ili tuweze kutambua ni wakina nani waloweza kufanya jambo hili, na serikali yetu na imani kubwa iko macho na nisikivu, na watalifanyia kazi hili jambo ili tupate majibu anuwai kuhusiana na hili swala. Wito wangu kwa wananchi wasijichukulie sheria mikononi, kwa sababu kama marehemu alimtuhumu ni mtuhumiwa, viko vyombo ambavyo vinatoa suluhisho kwa jambo kama hili wangempeleka kituo cha polisi, na wasingeweza kumjeruhi au wangempeleka hata kwa barozi au mwenyekiti wa mtaa. Yeye ndio mwenye dhamana ya kujua watu wake, na marehemu ni mwenyeji eneo hili la Kibondenyasi, eneo la Mwanyanje, lakini pia ni mtumishi ambaye anajulikana. Inakuwaje waseme kwamba ni mwizi? Kwa hiyo tunaomba wananchi wasijichukulia sheria mikononi. Majina yangu naitwa mwalimu Njegite, ni mwalimu, niko nafundisha shule ya msingi Asenshero, iko kata hii ya Iganzo. uh, sisi kama walimu kwanza tunatoa pole sana kwa familia wa kuondokewa na ndugu yao, lakini sisi kwetu alikuwa ni familia, ni mwalimu mwenzetu ambaye tulishirikiana katika kazi kubwa ya kufundisha wanafunzi na katika ujenzi wa taifa kwa ujumla. Sisi kama, kama walimu e, taarifa hii itusitua. Najua mwalimu ni kioo cha jamii, kwa unaposikia mwalimu amevamiwa, amepigwa mpaka umauti, tunapata wakati mgumu sana tapata wakati mgumu sana kufafanua, lakini tumeumizwa na hiki kitu, kimesikitisha. Tumepokea kwa, kwa, kwa mshtuko mkubwa, lakini tunasema e, tunamwachia Mwenyezi Mungu. Kitu pekee ambacho nataka tuzungumze kwa jamii ambayo tatuzunguka, kama kuna changamoto imetokea kwetu sisi walimu au kwa mtu yeyote, ni vizuri wakafata taratibu ambazo zipo kisheria. E, kuna viongozi mbalimbali mwenye dhamana ya kutatua matatizo mbalimbali. Unaweza kwenda kwa mwalimu mkuu au hata kwa mkuu wa idara ukafikisha malalamiko yako, kama kuna jambo moja mbili tatu, lakini kwa hicho ambacho kimetokea, kwa kweli kimetushtua sana na tunapata wasiwasi sana hata e, kuwakaribia wenzetu kwa sababu tunaona kama ni watu hatari sana. Unaweza ukawa una tiba zako tu, ujui ili wala lile, kumbe mtu anakufikiria jambo baya. Kwa hiyo tumeshtushwa sana na tunaomba kabisa wenye dhamana walifanyie kazi jambo ili kiini au tatizo liweza kujulikana kwa watu wote, hii sisi tuwe na amani. Mwalimu Gwalamba, nafundisha Nsaraga Sekondari. Mimi ni mwakilishi wa walimu wote, bonde la Uyole, walimu wa sekondari. Kwa kweli taarifa hii tangu tumeipata kuanzia juzi, tumeipokea kwa masikitiko sana sana, kwa sababu ni ghafla na huyu ni mwalimu mwenzetu ambayo tulikuwa tunataka kufanya kazi, hajaumwa. Kwa hiyo tumeshtuka sana. Wetu wangu ni kwamba matukio kama haya yanapotokea vyombo vya usalama vishughulike kwelikweli, ili kuwafanya watu wengine tunaobaki kuendelea kuishi tuwe na amani eh. Watu wengi wangependa kusikia majibu yanatoka, ni nani aliyefanya jambo kama hili, ili amani iendelee kuwepo katika taifa letu. Mwalimu Fredrick Nyambo ameacha wajane wawili na watoto sita. Nikilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.